Real Madrid imeweza kufanya umafia eh, kwa klabu ya Arsenal baada ya kuweza kuingilia kati dili la kiungo wa Real Sociedad, Martin Zubimendi ambaye amekuwa katika hatua za mwishoni kabisa kuweza kujiunga na washika mtutu hao. Awali, mwandishi nguli kabisa wa habari za michezo Fabrizio Romano, kupitia kauli yake maarufu kabisa ya Here we go, aliweza kuripoti kwamba Arsenal iliweza kufika makubaliano ya maslahi binafsi kuhusiana na nyota huyo eh, huku akivunja mkataba wake wa dau eh, la Euro milioni 60 huko Real Sociedad. Hata hivyo, mambo yaliweza kubadilika baada ya nyota huyo eh, kupigiwa simu eh, na mmoja kati ya viongozi wa juu kabisa wa klabu ya Real Madrid, hali iliyopelekea eh, kiungo huyo wa timu ya taifa ya Uhispania kuweza kubadilisha mawazo hasa baada ya Xabi Alonso kuteuliwa kuwa kocha wa Real Madrid. Zubimendi amewahi kufanya kazi na Alonso wakati kocha huyo wa zamani wa Bayern Leverkusen alipokuwa kocha wa Academy ya Real Sociedad, hivyo upo uwezekano wa Zubimendi kuweza kuungana na kiungo huyo wa zamani wa Real Liverpool pamoja na Real Madrid. Tupe mtazamo wako kuewo, mdau wa soka kutoka kipande chochote ambacho upo right now bana, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye section ya comment hapo. Usiache kusubscribe, kulike. Utakometisha kinoma noma chao chao.